A heko bwana, basi hapa ni ya pili episodi, tukizidi kusonga mbele katika mashine safi. Hapa paya anaitwa Mashujaa wa Kunlun, na Mr. burudani mitamboni, kama kawaida eh bwana. Kumbuka ni sauti ya yule yule mwamba, yule yule The Jolly Voice. Tukizidi kabisa kusonga mbele katika kitu safi kabisa, mashine bomba, wanaita Kunlun Hero au unaweza ukaita mashujaa wa Kunlun katika episode ya pili, ya pili episode na Mr Burudani mitamboni kama kawaida. Eh, bwana. Kumbuka namba zangu ni zile zinanipata kupitia WhatsApp kama Mr Burudani the Jolly Voice kwa kupitia jumlisha moja nane moja tano mbili sifuri nane moja sifuri thelathini na saba. Nimekuwa nikipata malalamiko mengi sana kwamba namba zangu a na taja kwa haraka sana aya, ni mme, ni kwa mwanaume nimeamua kuwekea uwepesi kidogo, au sio? Ameamua kuwekea uwepesi kidogo ili mzipate vizuri, jumlisha 18152081037 twende tukaanze mashine yetu episode ya pili hii ya Ah, bwana basi tuanzie pale, pale tulipoishia katika episode ya kwanza. Hii ni ya pili episode. Episodi ilitoka oda unambua waliuawa wote. I see. Maskini ya Mungu, ya masta kutokea family. Alikutana na mashambulizi akiwa anarudi nyumbani Maskini ya Mungu, unambua waliuawa pasina kuwa na uruma yani, pasina uruma walipigwa chuma nyingi sana. I said, maskini ya Mungu. Oh, way. Dogo huyu hapa. Aswa na magubu yao wenyewe kwa wenyewe, ambao wanayafahamu. Kumbuka hawa nao pia ni mabanditi lakini wao sio mabanditi ambao waga wanaibia watu vitu vyao. Wanaambia tulia hivyo hivyo, ukiwa chini. Aambia peleka taarifa nyumbani kwamba tumevamiwa njiani. Alimuinua kwanza kiongozi ile kuinuka kwanza kiongozi ile kuinuka, bwana zipigwe chuma mheshimiwa. I say mheshimiwa, jamaa kucheki vizuri, akaona gwanda za kijeshi. Aambia kwa nini askari unatuvamia, au itakuwa umetuchukulia vibaya? Ikabidi ajaribu kuzungumza nao. Aambia sisi sio wabaya eti amba nimetokea katika Wai family, nimetokea huko, siso watu wabaya. <coughs> Hambia tafadhali, jaribu. Alipigwa chuma chuma wakati e katiwa huko. Tuwachane na kule Asa, zile gwanda ambazo zinatumika vibaya kule, hawa ndo wene nazo, unaona. Aambia achukueni pesa hizo, rudini nyumbani, nendeni nyumbani. Aambia sitaki, sitaki kuongea chochote. Lakini mheshimiwa, pia kuhusu wewe, eti nadhani ya kwamba unatupatia pesa zote, unashindwa kufikiria kuhusu wewe. Aambia kwani vipi? Aambia usiongee tena, chukueni pesa ambao nimewapa zang. Ondokeni kajinunulie mavazi, nendeni nyumbani. Lakini hii haifai kiongozi Unafikiria sisi tukiondoka na pesa kama hizo, afu wewe una pesa, unafikiri wewe utatumia nini ukiwa njiani? Ahambia toka, peleka taarifa kule. Sasa dogo akaona hao watu hawatuelewi, ikabidi ajibu mashambulizi. Anafikiri ya kwamba hao ni askari, unaona, anafikiri ya kwamba hao ni askari, askari, ndio wanawavamia. Lakini so hivyo, dogo ikabidi atoe signal, kupeleka signal ya kwamba wamevamiwa nyumbani, wamevamiwa wakiwa njiani. Alipiga signal kwa juu Alitoa signal akawa anaulizana, ilipigwa chuma. Maskini ya Mungu huyu binti ya Mamoto Yunko, alimpiga chuma ya master kutokea as no. Akiwa huku hawana hili wala lile, ya kwamba huku gwanda zao zinatumika makosa zinatumika pasina wenyewe kufahamutos. right, weiko kwa maana hiyo, mi ntaenda nyumbani. Nakuenda nyumbani, ntaenda kukuomba pesa mama angu baba angu anipe pesa, afu baada ya hapo ntanunua farasi, tutakwenda moja kwa moja kuchukua vijana na kuwafunza au kuchukua vijana katika serikali na tutenda vitani. Basi waliamua kuitana wote. Makaka, kuanzia leo naambia pia kuhusu pesa hiyo, sitaki tena kuzungumza, yaani kuzungumza sana, ni mzungumze sana, sitaki mambo, chukueni na muondoke. Toti. Jamali liwahidi ya kwamba atarudi nyumbani na kwenda kuchukua pesa na baada ya hapo atachukua farasi na thilaa atakuja kuwaita ndugu zake, kama atakuwa tayari kama monana na familia yao na vingine vitu vitaendelea. Kumbuka hawa ni waskari wakati huko Jumaa namwambia peleka taarifa nyumbani, kawambie nyumbani ya kwamba tumevamiwa. Anajaribu kumchukua lakini ndo hivyo awambia, ondoka heyu nielewi ase akamcheki mheshimiwa, maskini ya Mungu. Ikabidi ajaribu kuondoka, lakini alipigwa chuma, maskini ya Mungu. No way. I say. Da alipoteza tumaini, asa walijitokeza pale, walisogea pale yelo. Huyu hapa kuna kiparangoto mmoja yuko hapa, ana sura ngumu bala Alimnyoshea risasi kama hivyo, alimpiga nyingi, piga nyingi za kifua is, maskini ya Mungu alikata roho pale pale, sasa sure. Baada ya kufanya mauaji yale, wakachukua mizigo na kila kitu alichokuwa nacho wakaondoka waka. Sasa walivyofanya yale mauaji, wakachukua gwanda la askari wa kijeshi, unaona, wakaliacha juu wa mwili wa yule jamaa. Afu baada ya hapo wakaondoka na kila kitu ise cheki, jezi au tuseme uniform ya mwamba Mozan Lei iliachwa pale. Sasa tuje moja kwa moja huku katika Way family. Hapa ni Way family, tunakujia apa, tunakuja hapa takutana binti huyo, anaambia vipi, kaka mkubwa bado hajarudi? Aambia hapana, hajarudi. Eti wow, si, ambia sijui nini kimetokea njiani, inaonekana you know, itakuwa kuna tatizo ambao limetokea njiani, bado hajakuja apa. Kuna mwingine ambao alikuja hapa, ambia umekuja? A ambia ndio, nimekuja. Ubinti anaitwa Weichun Ta... ambia pia siku imebaki ime siku moja ni birthday ya mzee ambia, lakini kaka kuhusu kaka mkubwa et, umesemaje? Ambia kaka mkubwa amevamiwa njiani na amefariki. Tumeuokota mwili wake ukiwa njiani, amefariki. Binti anaitwa Wechun. Alafu kijana ambaye anaongea hapa anaitwa Wade King, King na Wei Chun. Basi hao wote ni watu kutoka katika familia moja. Ambia mwenye <todicu> usifahamu ni oh nini kilichotokea lakini mwili wake umekutwa huko ameuawa, eti I <todicu> said <Aisa. todicu> Naomba alikuwa ni kaka mkubwa katika familia <todicu> Nakumbuka siku imebaki siku kadhaa birthday ya mzee wake, yani ya babake ifike, lakini wamekutwa na kifo kikiwa njiani. Aambia usimweleze mzee kuhusu taarifa hizi. Aambia unasikia, basi tuondoke. Basi baada ya kupata taarifa zile waliondoka, na waliokanya watu ambao walikuwa pale wasiwaeleze wazee au wasimweleze mzee kuhusu taarifa hizi, ya kwamba kaka mkubwa amevamiwa na ameuawa akiwa njiani. Cheliakomozial alikuwa huku mtasisi mwenyewe huyu hapa mwamba, huyu hapa jamaa alivyokuwa akija hapa, alifika nyumbani kwao hapa. Ni nyumbani kwao, unaona. Beyan alitembea kwa mguu mpaka alivyofika nyumbani. Beyan, kumbuka wametoka Kinzo, wamekuja huku Beyan, hapa ni katika mji wake yes. Sasa hapa ndipo alipozaliwa, lakini kuna majeshi ya Kijapani ambao walikuwa wanapita kwa nyuma yamewakamata askari wawili, hasa majeshi ya Kijapani, majeshi ya Komintan, ku mrazi kidogo. Majeshi ya Komintan yamekamata askari wawili, walikuwa kiomba msamaha. Tafahamu ni kwa nini wamekamatwa kwanza, tusonge mbele dogo. Alifika nyumbani kwao, ikabidi ajikongoje, aelekee ndani, aelekee nyumbani na upanga wake huo mparumwaru wake. Ise alifika nyumbani nyumbani, ndo hapa aise anaonyesha tabasamu kubwa sana, lakini anataka kuingia. Nakajicheki kwanza alivyokuwa, maana huko mama yuko, baba yuko, dadake yupo, sister huko yupo. Anaingia kama hivi nyumbani. Aise, salisogea mpaka katika mlango, mlango aligonga mlango aligonga mlango kwa furaha kubwa sana. Alamuita mama madam, huyu ni mama yake. Madam. Young Master merudi eti, amerudi ti Young Master huyu hapa amekuja, mama. Alimuona mwanae ametoka vitani, ni zaidi ya miaka kum toka dogo elekeje sasa hivi amerudi said na yeye kurudi, hajarudi katika hali ambayo ni ya kawaida, ndo kama unavyomwona said ego, namchekea taivo pia, huyu ni mama eti. Mambo kama haya, vijana, tunapokuwa katika mama zetu hatukosagi e mambo kama haya, unacheka cheka tuli mama kona na furaha, hata kama una magumu ambao unapitia, lakini unacheka mbele ya mama angalau mama kuona unafuraha, mwanae unafuraha, mama sijisi vibaya. Mama alimuona mwanae katika situation ambayo mwanae yuko ikabidi. Kwanza mtoe anko anko nje, ikabidi aongee na mama. Mama nimerudi, ati kwa nini bado unalia? Nimekuja haya. Mama siwachi kulia, anaambia hata hivyo pia sio tatizo. Mavazi yani sio tatizo, ati nimevaa hivi, hakuna shida Bado mama analia, nalia. Ha, itakuwa nimefanya kitu ambacho sio sahihi. Basi, samani mama, samani, samani, eti mama, mama <laughs> ma. na mama <laughs> na mambo kama hayo ndo mambo yetu, na enjoy bwana sana. Nikiona vitu kama hivi napenda sana. Alimwinua mwanae eh. <laughs> Habibi uko salamu. Ajumbe ah. Simu yote mama niko sawa, sijali eti. Ni sema tayari kweli. Habibi upo namekuja eti mwisho wa siku. Mwisho wa siku umekuja nyumbani. Ese, basi dogo ilibidi apoe msosi. Eh, dogo anaufakamia msosi vibaya sana. Naambua ni kama na wiki moja hivi hajala. Alivyopewa <laughs> msosi wali na nyama. Alafu, kama kumeo kwa njegere njegere hivi kwa juu eh, utajua mwenyewe, staki ujaji. Nimesema nimesema mwenyewe njegere njegere ah, ni mambo yako mwenyewe, usijaji kitu chote kile, niache kula ni so. Taratibu mwanangu eti. Uta, utakuja upaliwe eti. Ambia kuna yoyote ule ambaye atakufukuza hapa, eti. Kula taratibu mama. Akiwa hapa, dogo akapaliwa Maji, maji, maji, nipe yote hiyo, nitafakamia yote hiyo. Ai, sasa hapa ni nyumbani bwana eh, tuko nyumbani, kuwa free, upo kwenu bwana. Kula bwanakula e, mwangalie mwanangu ulivyokuwa sasa, yaani tabia yako bado haijabadilika eti. Haujabadilika. Ambao yote badi au yabadilika kitu chote kile, hata niamu pia mama, nimekuja hapa na tatizo eti. Naizo. Nimekuja hapa nataka unipe pesa kidogo. Hauko la jaozo. Kwa nini? Kwa nini kumbona mapema sana hivyo? Ngoje tangbinga, najua kwamba hii inastajabisha kidogo, najua kwamba hii ni strange kidogo lakini na kwa hili niandalie pesa kidogo afu baada hapo nitaondoka na nitaondoka hapa. Lakini bado babako ajaja. Ni samaya. Babako alielekea katika anambia najua mama, haitokuwa vizuri kama baba atanikuta hapa, em nifanyie tu hivyo mama, nifanyie fever, nichukulie pesa kidogo huko ndani, unipatie pesa ambe. Lakini kwa nini ndo kwanza umekuja afu baada ya hapo umekuja nyumbani leo na unaomba pesa? Wewe inakuhusu nini tabia za za kaka na dada? hizi hizi ipogwe siku zote, mwacha kwanza. Wewe inakuhusu nini mimi kumwomba mama pesa? Wewe umekimbia ndoa yako, umekuja mpaka umekimbia ndoa Aasikiliza ajakimbia ndo kutaka kwake, eti kwani imekuwaje bwana? Basi tuachane na kule. Nasemekana dada yake alikimbia ndoa yake. Basi huyu ni baba yake na chalii anaitwa <laughs> ni baba yake, na usijali, usijali, usijali. Asa huyu ni kiongozi

Undo kwanza umekuja nyumbani unataka pesa na kuondoka na hujamuona hata babako, kwani unataka kwenda wapi mwanangu? Zao... Basi upande wa pili huko alikuwa katika uh, mazungumzo. Huyu ni kamanda, jina lake nitakukabidhi. Lafu kuna uchali hapo apembeni, huyu <coughs> dogo anaitwa anaitwa Li Mishen anaitwa Li Mishen. Sasa kiwa hapo, ileto taarifa Mheshimiwa, saluti, ripoti. Anaambia kuna vijana wawili ambao tumekamata tumewakamata wamekimbia vitani. Sasa hawa ni vijana ambao wamekimbia vitani. Nyie mmetokea katika kitengo gani hivi? Mmejua kwamba kukimbia vita ni adhabu gani ambayo mnastahili kupewa baada ya kukimbia vita? Samahani mheshimiwa, anaambia jenerali, kimbia vitani eti si Ambia, kwa ni nye katika kitengo gani? Ambia ni kitengo cha mia mbili katika kundi la kumi na tisa Usia kumi la tisa e katika, katika kundi la kumi na tisa mwanaye ndo yuko huko, eh, shi... yeye... yuko, mozi... yuko, yuko wapi? Yuko na uhusu Amekufa, amekufa. Aambia watu wote wamekufa. Ambia tumekimbia vitani, na general alikimbia vitani na sisi tukakimbia vitani. Mzali alivyosikia kwamba mwanaye alikufa, i say inawezekanaje? Hii sema nini? Aiza mwanangu inawezekanaje? Ambia mi siyo mwoga na mi siyo mkosi eti. Ambia ni kwamba tu ili yaani, sijui nini kilitokea, lakini ndo hivyo. Mama, nipe pesa hizo tu. Ambia sawasawa sawa. Nta, ntafanya hivyo haraka, ntakuletea pesa hizo haraka iwezekanavyo. Basi mama ilibidi akamchukulie pesa, maana mzee akimkuta nyumbani ni kosa kubwa sana kukimbia vitani bwana. Hey, mzee ndo alikuja sasa. Kumbuka mzee tayari ana taarifa kwamba mwanae amefariki akiwa vitani. Alikuja anaambia, nafahamu, najua kila kitu tayari. Anambia andaa kila kitu, memorial table ya mwanangu andaa na kila kitu Hapana, najua kila kitu, najua ni nini kilichotokea, najua nafahamu, lakini mheshimiwa, sitaki sitaki. Mzee aligoma kabisa kuambua chochote kile, hasa mzee tayari ameambua kwamba mwanaye alifariki akiwa vitani, unaona. So akatoka nje dogo huyu hapa, mzee si akamwona, eh? Kaka amerudi, aambia kaka amerudi nyumbani, eti asa, kaka amerudi nyumbani na mzee alipata taarifa ya kwamba mwanaye alifariki akiwa vitani, lakini leo amerudi akiwa hai kabisa na mwenye nguvu. Unaambua hakuna mfupo uliovunjika wala ngozi ilo, unaambua wala ngozi ilo pa, pa sijui nisemaje. Ah, dogo alitabasamu, tabasamu la furaha hilo. Anko yuko hapa, dada yake yuko hapa, baba yuko hapa, pia Limi Shen yuko hapa. I say, baba ah, itakuwaje dogo ukakimbia vitani. Nakumbuka baba yake ni mtu ambaye anapenda sana haki na ni mtu ambaye anafahamiana na viongozi wakubwa sana katika serikali na adhabu ya mtu kukimbia vitani ni kukatwa kichwa, ni kuwawa. Ukikimbia vitani unauwawa bila msamaha wowote ule. <laughs> Mzee atafanyaje? Ni mwanawe ambaye alikimbia vitani, itakuwaje? Majibu yote yapo katika episodi ya tatu. Tukutane huko. Kumbuka sauti unayosikiliza sasa hivi mitamboni ni sauti ya yule yule mwamba mwenyewe, mtasisi mwenyewe, Mr Burudare bwana. Namba zangu ni zile zile, unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani the Jolly Voice wajumlisha. Na unanipata moja kwa moja kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani the Jolly Voice. Na bwana, tukutane huko. Hiyo ilikuwa ni episodi ya pili, tukutane moja kwa moja katika ya tatu episodi mashine. Safu wanaita Kunlun Hero, mashuja wa Kunlun, na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Hiyo ilikuwa ni ya pili episode, na misina budi dhii ya kusema bye bye, tukutane moja kwa moja katika episode ya tatu. Na misina budi dhidi ya kusema bye bye, tukutane huko.